Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli leo ameanza kuhudhuria mkutano wa ishirini na nane kwa eneo, mkutano ishirini na nane wa nchi za wanachama Umoja wa Afrika AU unaoendelea mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Asubuhi hii Rais Magufuli amehudhuria mkutano ulioitishwa na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na rais wa Jamhuri ya Chad Idris Deby Itno ambapo wakuu wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wanakutana na katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa UN Antonio Guterres. Madhumuni ya mkutano huo ni kubadilishana mawazo juu ya kuboresha uhusiano kati ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa hususan katika kuimarisha masuala ya amani na usalama. Mkutano huo unaofuatiwa na mkutano maalum wa kuu wa nchi wanachama wa umoja wa Afrika utaongozwa na mwenyekiti wa umoja huo Idris Deby Itno. rais Magufuli pia amehudhuria chakula cha mchana kilichoandaliwa na mwenyekiti wa kamisheni ya Afrika AUC Dr. Nkosazana Dalini Zuma kwa lengo la kutangaza rasmi jina la kituo kipya cha amani na usalama ambacho kimepewa jina la Mwalimu Nyerere ikiwa ni kutambua mchango wake katika kupigania amani na usalama wa Afrika. Kituo hicho kipya ndani ya majengo ya makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa na Rais Magufuli atatoa hotuba fupi mara baada ya kukitangaza rasmi. Upendo Msuya Channel 10 Dar es Salaam.